Katika jamii zetu watu wengi hudhani kwamba utajiri unatokana na bahati nasibu, miujiza, au kuzaliwa kwenye familia yenye kila kitu, lakini ukweli ni kwamba watu wengi wanaofikia utajiri wa kudumu hawafanikiwi kwa sababu ya mshahara mkubwa, bali kwa sababu ya tabia zao, maamuzi ya kila siku, na nidhamu walizojenga kimya kimya. Leo nataka nikufungue macho, nataka nikushike mkono na kukuonyesha siri ambazo zimewasaidia watu wengi kufikia utajiri bila kelele, bila makuu na bila kujionyesha, siri ambazo mtu yeyote anaweza kuanza leo hata kama hana pesa nyingi mfukoni. Siri ya kwanza: kuishi chini ya kipato chako. Watu wengi hutafuta kuonekana matajiri kuliko kuwa matajiri. Hapa ndipo penye tatizo. Tunakimbiza umaridadi, tunakimbiza pongezi, tunakimbiza pongezi za watu, badala ya kujenga msingi wa uhuru wa kifedha. Wataalamu wa fedha waligundua kwamba watu wengi sana waliofanikiwa hawakai kwenye nyumba za kifahari sana hawavai nguo za gharama nyingi kupita uwezo wao, hawabadilishi simu kila mwaka na hawafuati mitindo ya watu wanaojionyesha. Badala yake, wanaishi maisha ya kawaida, wanatumia kiasi kidogo kuliko kipato chao. Wanapokea mshahara, lakini hawaukimbizi kuutumia kwa kila anachotamani moyo. Kwa nini? Kwa sababu wanajua siri moja kubwa, huwezi kukusanya utajiri kama kila mapato yako yanatoka, yanaisha kwenye matumizi. Utaanza kukua kiuchumi pale tu utakapoweza kusema Lipa kwanza kesho yako kabla ya leo yako. Siri ya pili, akiba ya kwanza ni matumaini ya baadaye. Watu wengi hawana akiba, sio kwa sababu hawana kipato, bali kwa sababu hawana mfumo. Tumia kipato chako kama vile mzazi anayetaka kuandaa maisha bora kwa mtoto wake, anahifadhi kwanza kabla ya kugusa. Wataharibifu wa malengo ya kifedha ni mawili, matumizi ya haraka na tamaa ya ununuzi unaochochewa na presha kutoka kwa watu. Lakini wale wanaojenga utajiri hutengeneza kanuni rahisi. Kila kipato kinapoingia, wanahakikisha sehemu ya kwanza inakwenda kwenye akiba na uwekezaji. Wanajipa marufuku kutumia mpaka malengo ya akiba yamekamilika. Na hapa ndipo siri inakuwa tamu zaidi. Akiba mara nyingi si kiwango kikubwa, ni nidhamu ya kuendelea kufanya kidogo kila siku. Ukiacha kuzoea kutumia kila unachopata, utashangaa jinsi siku zinavyojikunja na kukuletea matokeo makubwa. Siri ya tatu: uwekezaji wa mapema na wa kuendelea. Hapa ndipo tofauti ya kimya baina ya wanaojenga utajiri na wanaojaribu kuonekana matajiri inapoonekana zaidi. Wenye busara hawahifadhi tu, wanatafuta sehemu salama na zenye faida za muda mrefu kuweka fedha zao. Wanaelewa kwamba uwekezaji unahitaji uvumilivu, unahitaji uelewa na unahitaji muda. Hawaingii kwenye maeneo ya haraka haraka, wanaepuka kama za kuwekeza kwa sababu ya pressure na wanajua kwamba utajiri haujengwi kwa siku moja, bali kwa hatua ndogo ndogo. Wanawekeza kwenye vitu vinavyozalisha mali isiyohamishika, biashara ndogo zinazokuwa, mifuko ya kuweka na kukopa, au bidhaa zinazoongezeka thamani. kila mwezi wanaongeza kidogo kidogo, chao kinasimama miaka michache baadaye na kuwa kikubwa. Hivi ndivyo wanavyotengeleza utajiri wa kudumu, utajiri unaokaa kwenye vizazi. Siri ya nne kuepuka madeni ya naasa. Matajiri wa kweli hawakimbizani na madeni, hawaingii kwenye madeni ya vitu visivyozalisha. Wanajua kwamba deni linaweza kuwa daraja la mafanikio au mtego wa kuangusha mtu milele. Wanaepuka kukopa ili kununua vitu vya kuonyesha, wanapenda kukopa ili kuzalisha, sio kula. Kila mtu aliyefanikiwa alikuwa na msingi mmoja: usitumie pesa ya kesho kwa starehe ya leo. Deni likitumika vibaya linakufanya uwe mtumwa wa mtu mwingine, lakini likitumika vizuri linakusaidia kukua. Siri yao ni kuchagua kwa makini. Wanatumia muda kuelewa matokeo ya muda mrefu. Wanatambua kwamba mtu anayetumia muda na kipato chake kupunguza deni haraka ndiye anayejenga nafasi nzuri ya kuwa huru kifedha. Siri ya tano: kutengeneza mfumo wa matumizi yenye busara. Watu wengi wanashindwa, sio kwa sababu hawajui kutafuta pesa bali kwa sababu hawajui kuzitunza. Kila mtu ana budget, isipokuwa kwa wengi bajeti yao ipo kichwani, sio kwenye uhalisia. Matajiri wa kimya hutengeneza mfumo wa matumizi. Wanajua kiasi cha matumizi ya lazima, wanajua kiasi cha akiba, wanajua kiasi cha kuwekeza na wanajua kiasi kinachopaswa kuachwa kwa matumizi ya kawaida. Hawafanyi tabia kutumia kiholela. Wanapanga, wanaandika, wanafanya maamuzi kwa msingi wa malengo, sio kwa msukumo wa hisia na bora zaidi, wanajua kujizuia. Wanajua kutofautisha kati ya kusudi na tamaa. Wanajua kuacha leo ili kupata kesho iliyo bora zaidi. Ndio maana wanafanikiwa. Siri ya saba: jamii na mazingira yanayokujenga. Kila mtu aliyefanikiwa alikuwa makini na watu wanaowazunguka. Alichagua watu wanaomsukuma mbele, si wanaomrudisha nyuma. Alichagua watu wanaompatia mwanga, si wanaomtia giza. Wataalamu wa tabia waligundua kwamba tabia za kifedha zinachukuliwa tokana na wale unaokaa nao. Ukikaa na watu wa matumizi makubwa utakuwa kama wao. Ukikaa na watu wanaojenga mali zao kimya kimya, utajikuta unafanana nao. Chagua watu wanaokutia nidhamu. Chagua watu wanaotembea na malengo. Chagua watu wanaokujenga. Hapa ndipo utajiri wako unapopata nguvu ya kudumu. Siri ya saba na ya mwisho, kujenga tabia za kudumu. Siri kubwa zaidi ya utajiri wa kweli, sio kipato, sio bahati, sio kuzaliwa mahali sahihi, ni tabia. Tabia ya kuandika malengo, tabia ya kuwekeza akiba, tabia ya kuwekeza, tabia ya kujizuia, tabia ya kukataa presha ya jamii, tabia ya kufanya maamuzi ya busara kila siku. Hizi ndizo zinazoamua maisha yako ya baadaye. Hizi ndizo zinazokutofautisha na mtu anayekimbiza tu mwonekano wa utajiri. Ukweli ni kwamba Utajiri wa kimya unajengwa ndani ya moyo wa mtu kabla ya kuonekana nje. Anayeshinda ni yule anayeweza kujiambia leo, nitajizuia ili kesho niwe huru. Kama unataka kwenda mbali zaidi, kama unataka kufungua akili yako kwenye uhalisia wa utajiri, akiba na uwekezaji, kama unataka maarifa yatakayokujenga milele, ninayo zawadi kwa ajili yako. Nimekuandalia ebook mbili nzuri zinazofundisha kwa undani namna ya kuanza safari ya uhuru wa kifedha mbinu za kutunza mishahara midogo, namna ya kuwekeza bila kujiumiza, namna ya kujenga tabia za utajiri na jinsi ya kujilinda dhidi ya madeni mabaya. Na kwa sababu umeona video hii leo, nimekupa ofa maalum. Tuma ujumbe WhatsApp ukiandika ofa ya kitabu, upate kitabu kwa bei ya ofa kabla haijaisha. Kama unataka maisha bora, kubadilisha familia yako na kuweka msingi wa kizazi chako, hii ndio nafasi yako nafasi ya kubadilika, nafasi ya kujifunza, nafasi ya kuanza safari ya uhuru wa kifedha. Chagua leo, chukua hatua leo.